Mheshimiwa bunge, Mheshimiwa Dr. Alice Kaijage amesimama hapa kwa mujibu wa kanuni yetu ya 54 akieleza jambo la dharura na amesema hiyo ni dharura, lakini ni dharura ya kipongezi. Kwa hivyo, kwa sababu kanuni zetu zinatoa fursa ya bunge kutoa pongezi na zinatoa fursa kwa spika kuzungumza kwa niaba ya bunge kwa upande huo wa pongezi, basi Mheshimiwa wabunge eh, kwa niaba ya wananchi wa Tanzania kwa sababu sisi ndio wawakilishi wao tunampongeza sana Mheshimiwa Dk. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa hatua aliyoichukua siku ya jana, siku ya Mei Mosi kuhakikisha kwamba anawapandishia mishahara uh, watumishi wa serikali ambao wanapata kima cha chini na alitoa ahadi kwa ajili ya watu ambao hawapati mshahara wa kima cha chini kwamba na wao watapata asilimia zao kwa kadri muda unavyokwenda. Kwa hivyo, sote kwa pamoja kama bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunampongeza Mheshimiwa Rais kwa hatua hiyo ya kuboresha maslahi ya wafanyakazi wa taifa hili, na tunaamini kwamba na waajiri binafsi sasa na wao wataendelea kuangalia mwongozo huu uliotolewa na Mheshimiwa Rais kuona namna ambavyo wanaweza kuboresha maslahi ya wafanyakazi katika maeneo yao pia.